Odinga Junior leo amepewa uongozi wa familia ya Raila Odinga katika hafla maalum iliyofanyika katika shamba la Opoda huko Bondo. Junior alikabidhiwa ala za uongozi ikiwemo mkuki na ngao katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali. Hata hivyo, familia hiyo imebaini kuwa uongozi huo ni wa kifamilia pekee na hauna uhusiano wowote na maisha ya kisiasa ya hayati Odinga. Siku nne baada ya kuzikwa kwa hayati Raila Odinga, mwanawe Raila Odinga Junior sasa ametajwa kuwa kinara wa familia yake katika hafla maalum. Mchakato wa kumtawaza Junior ulianza kwa bibie kumnyoa nywele kabla ya kuvishwa ngozi na kupewa ala za uongozi kulingana na itikadi ya jamii ya Luo. This is not political leadership. But this is the leadership of the home. The larger or bigger family which I chair and which I lead, is still under me. Kudensi za kitamaduni zikishika kasi Raila Junior alitumia ala zake kuonyesha kuwa yeye ndiye mbeba mwenge wa familia huku akizunguka kaburi la babake. Itifaki hii ikiashiria kukamilika kwa msururu wa shughuli za kumpa mwenda zake heshima za mwisho. Uh, uh, kutawazwa kwa Raila Junior kuna ashiria mwamko mpya kwa familia ya Odinga. Hata hivyo, kumbukumbu kumbu ya Raila Odinga bado inaendelea kupewa enzi. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.